osu it inut pe e ufa wakaanza kupanga mikakati kwamba wataingia vipi katika harusi. Sintema. Lakini ikatolewa siri nini, ambacho kinahusiana moja kwa moja na siri ambayo inamhusu Fu Hongxue. Jamaa yule, ni kwamba basi alinyweshwa sumu ya nyoka na inadaiwa kwamba kuna namna, akiona nyoka basi anapata udhaifu fulani Wakati unaitazama hii ujumbe, ukufikie ikiwa unahitaji YouTube channel, basi karibu sana. Unaweza kununua YouTube channel kwetu, na hiyo itakuwa ni e, sehemu ambayo umepata ofa aina yake, kwa sababu ukinunua channel kwetu, mimi mwenyewe nitakusaidia kuipromote hapa kwa mwezi mzima bure. Bona kama leo unataka kunichokoza. Unajua unaposhinda ina maana yake na unaposhindwa pia ina maana yake. Akatupa ile barua yake Ya posa. I say brother Lu, kuhusiana na swala lako mimi siwezi kukusaidia. Kwa nini sasa? Kwa sababu dealing ni wangu. Ni wangu. Una maana gani? Ta shenshang you ni de mingzi ma? Ana jina lako kwenye mwili ah. Nitakupa chochote isipokuwa. Aii, kwa nini? kwa sababu nampenda. Ni unampenda? <laughs> Na inakuwa vipi kwamba unampenda na nimeshindwa kuligundua hilo eh? Kivipi yani, jambo kama hili linajitokeza. Kwa hiyo umekataa barua yangu kabisa. Mzee akasikitika sana, akasema labda pengine wewe unakaa naye vizuri, lakini basi kusema mimi sikainai vizuri haitabadilisha chochote. Kwa hiyo una plani gani sasa, unataka kufanyaje kubadilisha hiyo? Ngoja nikuambie kitu cha ukweli kabisa, mimi nishapanga kila kitu. Baada ya kumoa misingi, nataka kuachana na maisha haya ya kipuuzi kabisa. Tatafuta sehemu ambayo anaipenda yeye kwenda kuishi, tajenga nyumba moja kali, alafu tutaishi maisha moja hivi, yani safi. Mtoto nitampa maisha yani atapendeza

Mm, naona hutakuwa na furaha bila kuwa na dili. Basi haya, niandalie zawadi maana yake harusi yetu imekaribia. Sasa narudia tena, dili ni wangu. Eh, mbona leo kama vile umepanga sana kupigana na mimi? Eh, acha nikuambia na mimi tena kitu kingine. Hakuna mtu yeyote anaweza kuninyang'anya ambacho nakipenda. Ah, naona leo mimi na wewe tutapambana hapa. Mshindi basi atamchukua dili. Ye Kai. Acha nikukumbushe kitu kimoja. Umesha sahau kwamba Fu Hongxue amekuachia majeraha usoni. Bado unataka tena kupigana na mimi. Huwezi kuniweza, huwezi kunipigana na mimi wewe. Sasa tambo, tambo zile kama masiara wakaanza kupigana. Natoa ujumbe tena kwa mara nyingine tena. E, hii ni kwa wale ambao hawajui YouTube channels zinafanya kazi kwa namna gani. Kwa wewe ambaye mfano labda pengine unafanya kazi Oman, Dubai, Qatar ama pengine uko Saudi Arabia. Kwa wale mashabiki zangu ambao wako mbali, basi nataka nikwambie ukiwa na YouTube channel unaweza kutengeneza hata dola 500 kwa mwezi kwa mshahara wa kawaida. Kama ni fedha za Tanzania, inaweza kufika mpaka milioni na nusu mpaka milioni mbili kasoro. Hii si kumaanisha ni wale walioko Oman ndio anaweza kupata fedha hizo tu, yoyote mwenye channel ya YouTube anaweza kutengeneza kipato hicho, lakini nawashauri wengi ambao wako mbali, kwa sababu wengi unakuta wanatengeneza, wanafanya kazi mbali, kuwekeza fedha zao kwa ajili ya kufanya vitu fulani fulani ukiwa na chaneli ya YouTube ambayo imefanyiwa setup nzuri. Maana yake sio kwamba chaneli ya YouTube ni chaneli... tu <totipi> ehe, eh. kuna tofauti tu kuwa na chaneli yoyote tu, halafu kuna tofauti ya ile chaneli ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kazi za kutengeneza <totipi> Menenema, eh. kuna chaneli ambayo inaandaliwa vizuri inakuwa na matokeo <totipi> yani kwamba ukiweka chochote basi utakuwa ukiingiza kipato chako kila mwezi. sasa hizo chaneli za namna hiyo ndio ambazo tuko nazo sisi ikiwa na uhitaji wa channel za namna hiyo basi nitafute. Kuna namba ya simu na iweka kwenye screen yako kila wakati, hiyo itakufaa sana. mm, karibu sana. ipo ile channel yetu tunaitangaza, inaitwa Mr Lukindo ile nayo tunaiuza. mm, kuna channel nyingine ya Lukindo ambayo nayo pia inafanya movie requests. tafuta namba yangu iko kwenye screen yako nitaiweka tena. ukiwasiliana na mimi basi kwa njia hii itakusaidia unapata time unatengeneza fedha zako mtandaoni huko unafanya kazi zako huku kazini unapata mshahara. Ukipata muda jioni unaweka video mbili tatu kila mwezi unaokota zako. Sasa unapungukiwa na nini bwana we? Sasa si wakapambana, angalia. Baada ya kupambana inaonekana ika yakashindwa mpambano, yuko chini. Alivyoona sasa vimemzidi, akainuka. Sio kama masihara, ilikuwa serious. Wamepambana kabisa ile serious kabisa. Ikafikia kipindi vimemzidi, brother Lu yuko vizuri sana sasa. Mchizi anataka kuinuka, lakini kuinuka hawezi. Yeah, bado unataka tena. Aisee, leo. Hey, yani leo kusema ukweli sikubali kushindwa. Sikubali kushindwa kabisa, lakini kila akiamka haviwezekani. Mm, haya, sasa tuone sasa, eh? Yaani unapigana kwa sababu ya demu mzee. Eh? Hawa wili wameamua kupigana kwa ajili ya mwanamke. Alafu mwanamke mwenyewe hajui hata kama wanapigana kwa ajili yake. Oya, kuanzia leo nakwambiaje siwezi kumwachia ule demu akufuate. Haya, binti si akaja. Nyinyi acheni kupigana hapo. Haya, sasa moja kwa moja. Binti akaenda akamfuata kwanza Ye Kai. Eh, huko sawa kweli? Huko sawa. Wewe unafanya nini? Sifanyi chochote. Ah, nimechoka tu kukaa hapa. Ikabidi tuanze kufanya fanya mazoezi. Mazoezi gani wakati umempiga kiasi? Ah, ghafla tumeanza kumjali tena. Kwani kaumia popote? Eh, ameumia popote. Yaani anataka kuchukulia. Ye Kai sio mtu aliyezoea mambo kama haya. Ah, kama ameumia basi itakuwa vizuri zaidi. na.

tena bonge la zawadi, unajua, huyu brother yuko vizuri sana, yeah. Kwa hiyo yu, yuko makini jamaa, anarusha cheni, wakapeana uh, tambo pale za kupishana. Pishana pale kwa silaha kila mtu anayo, yeah, yeah, sasa kalegea kabisa yani, kwa kama, akajaribu kila akirusha wapi, kila akirusha wapi, akirusha. Usipigane bwana, ugomvi wa nini e, sasa amekamatwa zaidi, mm -hmm. anatomo, sasa hii, sasa ndio, zaidi anachomoka, amejaribu. Hii ndio nguvu alizonazo jamaa, sio za kawaida, kila anapojichezesha mkono. Jamani imesema, msipigane

Ni ukweli umeamua kuondoka mzee? Mzeewewe amini tu kwamba basi, leo nilikuwa isha kushinda, lakini sikuna kesho. Wewe basi, tuamue kwamba leo umeshinda wewe, alafu tutafanya pambano siku ingine. Hakuna haja ya kurudi nyuma kwa kile nilichokuambia. Umeshinda mzee au vipi? Ilikuwa kama masiara unaweza kusema ah, labda jamaa anapimwa, anatengenezwa hivi, anapangwa hivi, ili kusudi akae katika mfumo. Kwa maana ya kwamba basi kama hajawahi kumzimikia binti eh, miss D huyo, basi atengenezewe atengenezewe mazingira ili apate wivu, ampende. Lakini bradhalu ni waajabu ah, labda pengine si waajabu kama tulivyofikiria. Hmm, jamaa kamtazama binti sasa, anashangaa leo mpaka anashikwa mkono anasema unajua, nimejifunza vitu vingi sana, vitu ambavyo sikudhania kama nitaweza kujifunza, na nimesubiri sana wakati huu, na sasa huo wakati umefika. Sasa nafikiri ndio wakati sahihi wa kufanya ninachotakiwa kufanya. Binti akamuuliza una maanisha nini? Akasema sina maana nyingine, huyanoi, unaweza usinielewe kwa sasa, utanielewa. Lakini anavyomwangalia sasa ni kama vile anataka kuimeza chocolate, anamwangalia kwa kumtamani, wakakumbatiana. Kwa mapenzi hali ya ya hali juu sana. Haya, kuna mtu mmoja amenitumia message hapa nitajibu na nitajibu kwa manufaa ya watu wengine wote. Kundi lile limefika sasa. Wanaambia na sasa tukigundulika itabidi tufanye haraka. Kwa hiyo tunaanzia. Mimi acha nimtafute Fu Hongxue. Nitahakikisha namtia kwenye mtego. Alafu anywe hii kitu na mkimuona tu atakavyotokea, mtajua kabisa huyu jamaa anatokea dhehebu la wachawi. Sasa sasa baba, jinsi gani mtamleta kule kule kwenye sherehe? Kumbukeni watu wengi watakuepo kule, hiyo itakuwa vizuri zaidi eh. Baada ya hapo ni mm... Dada usijali, sisi tupo kukusaidia, kila kitu kitaenda sawa. Jinmao Chingshen, fanyeni haraka eh, fanyeni haraka Wakamkubalia, wakamwambia sawa. Jamani, kuna mtu ameniuliza swali muhimu sana hapa, anauliza Mr Informa, kwa hiyo eee, mtu akihitaji hiyo channel anakutumiaje fedha na yeye anaipataje hiyo channel? Nimeisoma hiyo meseji kwa ajili ya manufaa ya wote. Ukihitaji hiyo channel utawasiliana na na mimi, kama vile ambavyo nawauzia watu wengi movie kwa njia ya kawaida tu. Wengine wako nje ya nchi, unakuta mtu yuko Ulaya na nitafuta na nipigia simu Analipia fedha na mtumia movie zake. Mimi ni mtu wa watu, niko hapa kila siku kwenye YouTube. Ukishindwa tena kuniamini mimi, basi ndugu yangu, yale hapo ujue hutakaa uniamini tena. Mimi nawahudumia watu wengi ambao wako wote hapa kila siku. Na ndio kazi yangu hiyo. Yaani siwezi kuja hapa hapa ndo ofisi ni kwangu. Kila siku utanipata hapa. Sasa kama utalipia channel yako kuna namba nitakupa. Utatuma fedha yako halafu nitakutumia password pamoja na email ambayo utaweza kulogin katika channel. Ukiweza kuingia katika chaneli yako hiyo nitakupigia video call, alafu nitakufundisha jinsi ya kubadilisha password. Utabadilisha password; utakuwa ukiingia kwa password yako wewe mwenyewe kila wakati. Leo basi cheki jinsi ambavyo jamaa amekutwa kwenye 18 wamempulizia dawa fulani eh, e, kama ile ambayo inasemekanaga majambazi wanawapuliziaga watu madirishani, watu wanalala, alafu wao wanaingia ndani kirahisi, wanaenda wanaiba, wanafanya wanavyotaka. Kwa bahati mbaya wakati bibi anaondoka akajipata amedondosha kile kijipisi cha kibanio kibanio chake cha nywele au kipini cha nywele. Basi Master Fu akawa amekiona akajua yule ni chwino, licha ya kwamba amefata kule upande ambao anaamini binti huenda akawa ameelekea, lakini kuna sumu washampulizia sasa anamtafuta chwino. Ana hito, chwino anaitwa, ninajua kuwa uko hapa, najua kuwa uko hapa, najua we chwino mara kidogo anatokea mtu akiwa na birika ama basi, eh, ndo birika linaitwa birika na kikombe ambacho ni kwa ajili ya pombe. Alipoita baadaye, anageuka namna hii, ah, basi binti anamuita masterful, aliposikia ile sauti unajua waliku, waliachana katika hali ambayo ni asintofahamu, mara ya mwisho binti alimpa jamaa sumu na yeye akanywa sumu akawa anataka wote wafe pamoja, lakini bado ile hati wanasema ni hatma imechagua waendelee kuishi. Destiny yao bado yani, wanakutana tena sasa. Namuuliza, ina maana wewe, mana we hukufa? Aa, sasa anashangaa kwamba bado binti yuko hai na baada ya kumuuliza swali kwamba wewe bado upo bana, inakuwa anasema, inakuwa kama ndoto vile. Kivipi? Yani, mbona kama ndoto unataka kuniambia kwamba kwako, kwa mimi ukisikia nimekufa ndio kitu kizuri zaidi unachokisubiri kukisikia? Akamwambia unajua, moyoni mwangu mimi wewe sio tu eti kwamba ni adui. Kumbe mimi nani? Akasema hata sijui. Akamwambia unajua, niliposikia kuwa umekufa yani, yani kidogo ni kama ana sita, ni kama vile wote tunakumbuka baada ya taarifa ya kwamba eti, Chuinong amekufa jamaa alikuwa kama ame, yani amelegea kabisa, akawa amelala kitandani. Nafikiri utakumbuka ile mpaka akamwaga misma akamwambia, mimi natoka kidogo, akaenda zake mbali, ndo akaenda wakakutana kule na mwamba hii kae, wakapigana sana. Anajua akamwambia, unajua, mara ya kwanza wakati nilipokuona ulikuwa kweli ni adui yangu na ulikuwa ni mtu ambaye sijui niseme nilikuwa nakuchukuliaje, yani kabla jamaliza, leo anamiminia kinywaji wote tunajua ile, hii ni ile sumu ya nyoka. Sasa kama anshawai kumwekea kinywaji akamkaribisha sijui pahala, akawa amemtegea misumu, huyu jamaa anajiamini nini kunywa tena? Ah, hakika bwana, wanaume wana tofauti. Mtu huyu amekutaka ufe mara nyingi, anakutengenezea mitego ya kila aina. Akasema mimi siwezi kusema, sijui nisemeje, wewe ni mtu wa aina gani katika moyo wangu na kuchukuliaje. Basi binti akamwambia labda wewe Unaweza kusema labda mimi ndio mtu unayenipenda. Au unataka kusema lakini mimi siwezi kuwa na wewe. Jamaa akawa anasikilizia. Akaanza kusikia kama hali tofauti. Anaondoka. Jamaa anasema chwino. Kila anapotaka kuinua miguu miguu yake inakuwa mizito. Sasa kidogo kuna nyoka alikuwa shaandaliwa, wakamfungulia yule nyoka bada. Unajua ulikuwa umepangwa mtego ta, yaani tayari umeshapangwa, maana yake ni kwamba lolote lile linaweza kutokea. Basi tazama sasa, jamaa kaanza kubadilika pale pale. Ile nguvu ya yule nyoka ikaanza, kuna sumu fulani ambayo bila shaka aliwahi kusema kwamba basi alipewa na ni sumu ya nyoka, wanapewa watu wanaotoka katika dhehebu lao, ambalo ilo dhehebu ni dhehebu la kichawi, hilo linaitwa Demon. Ehe, sasa hiyo sumu wanapewa baadhi e, ya warriors, wanajeshi ambao wamo katika hilo dhehebu e lao. Na wanapewa kwa namna gani? Yani wanapewa ili iwasaidie kuongeza nguvu wanapokuwa wanapambana. Sasa angalia huyo nyoka alivyokuwa na nguvu, anajifunga funga katika vitu, alafu akishajifunga, yani anavunja vunja vitu. Sasa akawa anataka kumeza, amejizongorota yani kabisa, akiwa anataka kumaliza wote, kwa sababu walikuwa shampa e, waliamini hatatoka pale. Bona hiyo hmm, sauti anayoitoa ni ajabu ajabu. Nini kinachoendelea? Yule nyoka yuko pale anapambana. Wakaanza kuambia na chochote kitakachotokea, tusihangaike naye mpaka, tumwamini chui nao, naamini. Eh, tusiamini sana wadada saa zingine. Lakini ile sumu ikawa inaanza kupanda mpaka kichwani. Inapanda mpaka kichwani ila huyo huyo jamaa ana anatatu fulani kwenye shingo yake. Siku moja, Chuino akiwa porini aliona nyoka. Unakumbuka stori ya Chuino? Mama yake alikuwa ni mfanyakazi, na alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba ya familia ya kina Ma Fangling, familia ya Ma Kongqun. Kwa hiyo basi, huyo mfanyikazi wa ndani alibakwa, alibakwa na mwanajeshi wa askari akapata mimba akamzaa Chwino. Chwino akawa anafichwa kwenye mapango huko hataki kwenda kabisa kwenye familia ya Makochuno. Baadaye, mtoto huyo akiwa anazunguka porini akaona yule nyoka, wakati anamkaribia akatokea mtoto. Yule mtoto akamsaidia Chwino kumua, eh, mimi kumpiga yule nyoka. Wakati Chwino basi akiwa anajua yuko salama, yule nyoka alitokea na akajifungafunga kwa E, akaondoka na jina. Sasa kuna tatu ile mtoto alikuwa nayo shingoni. Mama yake aliiweka ile tatu shingoni. Na leo huyu huyu bibi ameiona ile tatu. Anagundua kwamba mtu anayetaka kumdhuru ni mtu aliyeokoa maisha yake akiwa mtoto. Na sio mwingine mtu huyo ni Fu Hongxue. Anasema, Mbona sikusikia? Nini kimetokea? Hebu niambie. Kwa nini ni wewe? Kwa nini ni wewe? Kumbe mtu ambaye nilijaribu kumuua kwa juhudi na bidii kiasi hicho ni mtu ambaye aliwahi kuniokoa. Mbona mwili wako umekuwa baridi na mnani? kwani unajisikiaje? Unajisikiani? Fu Hongxue unanisikia? lakini na kuuliza, unanisikia wewe hasa? na hawa nao wakashanga: He, mwenzetu vipi tena? tulishapanga kila kitu, mbona tena anatugeuka? hebu tuondoke. Sasa mtazamaji, tutakutana kwenye episode ya 44 ambayo itakuwa na muendelezo, tutajua kisa hiki kitaendeleaje. Mimi naitwa Michael Lukindo Mr Informer. Subscribe, hakikisha ume -like, ume comment na kushare. Unataka kupata fedha zako kila siku ama kila mwezi? Nunua YouTube channel kwangu hapa, tawasiliana na wewe kirahisi kabisa. Namba za simu taendelea kuziweka kwenye skrini yako. Tumia nafasi hiyo uwe unatengeneza kipato chako kwenye mtandao bila kuvunja sheria za nchi kirahisi kabisa kama hivi ambavyo si tuna, tunaona tunaweka movie nini, basi na mimi nitakusaidia kukupromote wewe kwa mwezi mzima bure kabisa.